Ushindi. Ushindi. Ah, tunamshukuru Mungu. Naam. No. Kile ambacho mlikuwa mnakitamani pengine kwenye kikosi cha Simba mpira mwingi lakini na ushindi kile ambacho kimeonekana leo. Eh, jambo kubwa timu imecheza vizuri, tumepata ushindi na tunaendelea na ligi. Mchakato hmm, uh, unaoendelea ni wa kusaka kocha hali ikoje? Ah ha, sasa ndugu zangu itakuwa kila tukikutana tunazungumzia jambo moja, tumesema tutakapokuwa tayari tutatoa taarifa kwamba nani ambaye tumeingia naye makubaliano ili shughuli zingine ziendelee. Sawa, unapokuwa na kiu unasubiri mpaka kinywaji kikufikie eh? Eh, kocha ambaye amehudumu Young Africans Asridin Nabi anaonekana Dar es Salaam na anahusishwa na nyinyi, kuna lolote? Nani ambaye anamhusisha naye? Taarifa na comment mbalimbali kwamba Nabi anahusishwa na Simba? Sasa ni vigumu mimi kuweza kujibia watu wengine, huyu ambaye anasema anaweza kawa, yeye ana taarifa nzuri zaidi na mkiwasiliana um, naye yeye anaweza akawapa hiyo taarifa, lakini nyinyi, taarifa rasmi ya Simba itatolewa pale itakapokuwa imekamilika mchakato. Mmewekea deadline? Utachukua muda gani ama utakamilika lini? Hakuna deadline. Sisi tunaweza kusema kwamba tuta outline yule ambaye atakuwa amepitishwa pale tutakapokuwa tayari. Kiungo cha timu leo umekionaje? Timu imecheza vizuri na tumepata ushindi, hilo ndio jambo kubwa. Uh, kuweza kupima imecheza vipi imefanya vipi, inategemea pia na mbinu za mpinzani na mazingira ambayo yamejitokeza, lakini tunachoona tu kwamba timu inaendelea kurecover. Uh, wachezaji wanaweza kucheza chini ya uh, kwa sababu Matola amekuwa nao siku zote kama assistant coach. Kwa hiyo mbinu zote za uchezaji anajua na mambo mengi anayafahamu, uh, na wenziwe ambao wako wote pamoja katika benchi ya ufundi labda tu ni mapungufu ya kuzingatia, lakini makocha wetu wa timu zingine zote, kwa maana ya kocha wa Simba Queens yupo kwenye benchi pamoja na kocha wetu wa under 20 yupo kwenye benchi, na wengine waliobaki wanashirikiana katika kuhakikisha kwamba timu inaendelea kufanya vizuri. Kuondoka kwa kocha wenu inaweza kuyumbisha malengo yenu msimu mpaka sasa bado? Kwa hiyo sio tatizo, haiwezi kuondoa kwenye mpaka kufika dakika hii bado video ya? Sasa unapozungumzia kitu, si unauliza lini? Kwani baada ya kusema vile pale, hatukuwafunga kawaulizeni, tuliwafunga ngapi?